Katika siku zijazo za mbali, tukio linalojulikana kama vita vya dakika 60 lilikaribia kuangamiza binadamu wote kutokana na wale wa kale. Baada ya vita, walionusurika walishirikiana na kuunda miji mikubwa inayotembea. Miji mikubwa huwinda na kumeza miji midogo katika uwanja mkubwa wa uwindaji unaojumuisha Ulaya. Hata hivyo, huko Asia kuna kundi linalopinga miji hiyo na limeunda makazi yasiyotembea yanayolindwa na ukuta wa ngao. Siku moja Hester anaona jiji la mnyama mwindaji la London linakaribia mji mdogo wa wachimbaji madini, Zalzagen. Lengo kuu la Hester ni kumuua mwanahistoria mkuu wa London, Thaddeus. Kwa hiyo, anakimbia kujichanganya na watu wa Zalzagen, akitarajia huenda watakamatwa na kumezwa. Muda si mrefu kingora kinaanza kupiga kelele, London inawinda, na watu wa London wanashangilia. Zalzagen inasonga haraka iwezekanavyo, huku ikimwaga nafaka ili kupunguza uzito, lakini London inakuwa ya haraka na yenye nguvu zaidi. Zalzagen inakimbilia vilima na karibu kuanguka ukingoni. Inageuka ghafla na kuanza kupoteza vipande, ikiwemo gurubumu. London inarusha nyundo za chuma zenye minyororo na inaukamata Zalzagen, kisha inaanza kuumeza. Mara tu wanapoingia raia wa Zalzagen wanaambiwa wakabidhi teknolojia yoyote ya zamani. Wakati huo huo, binti ya Thaddeus, Katherine, yuko kwenye makumbusho ya London ambako wanahifadhi teknolojia kama simu janja na toasters kama masalio ya kale. Anasubiri mwanafunzi wa historia Tom ambaye anawasili akiwa amechelewa. Tom anamwonyesha Catherine mashine aliyoijenga, anayoitumia kucheza video ya silaha iitwayo Medusa ikiharibu jiji zima na kueleza kwamba ndiyo sababu crash drive, kifaa cha kuzima, iliundwa. Tom anasema vipande vya teknolojia vimepotea, lakini wakubwa wake hawakumchukulia kwa uzito. Anamwonyesha Catherine vipande vya silaha vilivyofichwa kwenye sehemu ya siri anayotaka kuvitupa kwenye kinamati ili visitumike tena. Herbert, ambaye ni mwanafunzi mwenzao wanapeleleza. Anapowapata, anamshusha Tom cheo na kumtuma kusafisha sehemu za chini akijua Tom atachelewa na kufukuzwa. Catherine anatumia kadi yake ya VIP ili kumpitisha Tom haraka kwa kutumia lifti maalum. Tom anaeleza kuwa lazima afike chini haraka ili kuokoa masalio ya kale yaliyoangushwa na raia wapya kabla hayajatupwa na kutumika kama mafuta. Katika sehemu za chini, Hester anapita kwenye ukaguzi bila shida kwa sababu ameficha kisu chake kwenye mkono wa shati. Tom anafika kwenye mapipo kuokoa teknolojia akipata kibali cha Thaddeus ambaye amefika kwa sababu amepata seli ya fusion inverter hatari. Tom anamjulisha kwamba wahandisi waliiba seli zote makumbusho. Ugomvi unaanza karibu. Hester anatumia nafasi hiyo kumkaribia Thaddeus. Tom anajaribu kumwonya lakini amechelewa. Akitangaza kisasi kwa mama yake, Hester anamdunga Thaddeus kisu. Anapomsukuma Thaddeus, kovu la Hester linaanguka na kufichua jeraha baya. Tom anazuia jaribio lake la pili na kumnyang'anya silaha. Lakini Hester anampiga ngumi Tom tumboni. Kingora kinapiga kelele na Hester anakimbia. Tom anamfukuza Hester. Duo linaingia Salzagen ambalo linaharibiwa na misumeno mikubwa na makucha. Baada ya kukwepa mashine na majengo yanayoanguka, wanakimbia kwenye jukwaa ambapo mashine kubwa ya kukunja inabomoa kila kitu nyuma yao. Hester anafunga mlango nyuma yake, lakini Tom anasukuma na kupenya. Anapoendelea kukimbia anamwona Thaddeus naye akimfukuza. Akiogopa kukamatwa, Hester anaruka juu ya uzio wa utupaji takataka, lakini Tom anamshika mkono. Hester anamwambia amuulize Thaddeus kuhusu kovu lake na mama yake aliyekufa kabla ya kumlazimisha Tom amwachie na kuanguka. Thaddeus anapowasili, Tom anarudia maneno ya Hester na Thaddeus anamsukuma Tom ili naye aanguke. Catherine na walinzi wanamwamini Thaddeus. Catherine peke yake ndiye anayemwona Beavis akijificha karibu. Ndege zinazotumwa kutafuta mili yao zinashindwa. Hester anajificha kwenye njia ya mji na kumficha Tom chini ya majani. Ndege zinapoondoka, Hester anaiba pesa na kisu cha Tom. Tom anaamka na kumfuata Hester. Hester mwenye hasira anamtishia kisu, lakini Tom anamshawishi waendelee pamoja. Huko London, Meya Krom anamsuta Thadias kwa kupoteza wasilimali. Thadias anakutana na mwanasayansi wake mbora, anayeunda silaha. Dokta anamjulisha Thadias kwamba gereza la pwani limemkamata Shrike, kiumbe nusu zombi, nusu robot, ambaye ni mwindaji wa zawadi anamtafuta Hester. Thadias anaruka kwenye gereza, anamwona Shrike, na anaharibu gereza ili kumtorosha. Catherine anampata Bivis ambaye anafichua kwamba Thadias alijaribu kuwaua Hester na Tom wote wawili. Bivis anasema mradi wa eneji ni kifuniko kwa ajili ya kitu kikubwa kinachojengwa kwenye kanisa kuu. Catherine anajitolea kumsaidia Hester, anamfundisha Tom kunywa maji machafu na anashiriki twinki zake za kale sana. Muda huo Tom na Hester wanakamatwa na mji wa chini dinu unaoitwa Skatlbarg. Ndani ya seli Hester anashiriki kwamba mama yake, Pandora, alikuwa mtaalamu wa vitu vya kale. Pandora aligombana na Thaddeus kuhusu kitu hatari walichochimbia. Thaddeus alimdunga Pandora kisu na kisu kilimpa Hester kovu usoni. Pandora alimpa Hester mkulia fulani kwanza. Thaddeus alitoroka na kitu hicho cha ajabu. Tom anatumia kisu chake kufungua kifuniko, lakini Hester mwenye mguu uliojeruhiwa hawezi kuruka. Tom anakataa kumwacha na anafunga kifuniko. Wote wawili wanauzwa kama watumwa. Munada unapoanza Ana anayetafutwa na mtumia mjumbe akisema anamnunua Hesta. Msimamizi wa munada anajaribu kumkamata, kwa hiyo Ana anampiga risasi kichwani. Ghauthi anaanza. Hesta anachukua bunduki na kufyatua risasi mnyororo ya Tom ili kumweka huru. Wanakimbia huku Ana akitumia upanga na bledi iliyofichwa kwenye kiatu chake kupambana wanakwepa miji midogo mingi lakini wanakutana na Shrike. Duo linakimbia kwa kupanda gurudumu kubwa la mji. Ana anafuka kwenye ndege yake na anampiga Shrike chini. Hester anapanda lakini tom anajaribu kuifikia kamba aliyoirusha Hester. Shrike anashika kamba, Ana anajaribu kumpa Hester blade ili ikate kamba lakini hester anamrushia Tom, naye anakata kamba chini yake kumwacha shrike nyuma. Ana anamtibia hester zeraha lake. Ana anasema alimjua Pandora, na anajua Shrike ndiye alimlea Hester. Hester anathibitisha na kueleza Shrike aliichukua mkulia na alitaka awe stoka lakini alikimbia ili kulipa kisasi. Wanafika Air Heaven, mji liji pachako ambako ni makao makuu ya Lidi kupinga Traction. Tom anachora ishara ya ajabu anayoishauri kuhusu Medusa. Tom anaeleza kitu hicho ni mfumo wa kudhibiti wa silaha ya eneji ya quantum na Anna anadhani Thaddeus anataka kuharibu ukuta wa ngao huko Asia. Huko London Habat anampatia Thadias teknolojia ya kale. Catherine na Bevis wanakutana na mkurugenzi wa makumbusho ambaye anathibitisha teknolojia ya Tom imeibwa. Kisha anawafichulia handakali siri lenye ndazi nyingi litakaloishia moja kwa moja kwenye kanisa kuu. Duo linatoka kwenye sarcophagus na kumtazama Thadias akimaliza silaha yake Medusa kwa kutumia teknolojia iliyoibwa na mfumo wa kudhibiti wa Pandora. Mea Krom anavamia. Anapinga amuzi lake Thaddeus na Thaddeus anampiga Chrome risasi na kumuua. Katika Air Haven, waasi wanapokea mjumbe London inakuja. Umeme unakatika na Shrike anavamia. Shrike anawashambulia waasi lakini hajeruhiwi hata kidogo. Mlipuko unatokea na jiji linawaka moto. Ana na waasi wanaendelea kupambana na Shrike. Ana anafanikiwa kumpiga blade yake ya kiatu kwenye kifua cha Shrike, hatimaye kumjeruhi. Grenade inamtupa Shrike kwenye shimo. Tom na Hester wanakimbia kwenye ndege ya Anna, lakini Shrike anaonekana tena. Tom anajaribu kumshambulia lakini Shrike anamkanyaga kifua chake. Hester anasihi amwache. Shrike anatambua Hester anampenda Tom, mifumo yake inashindwa. Shrike anatoa mkulia kwa Hester na kumwachia kutoka kwenye ahadi yake kabla ya kuanguka na kufa. Anna anawavuta Tom na Hester kwenye ndege yake. Siku inayofuata Ndege ya waasi inaruka kupitia shimo kwenye ukuta wa ngao na kufika sia nguo. Thaddeus anawasha Medusa. Hester anafungua mkulia na anapata kibali cha kuzima ya kisu, anamwonyesha Tom. Medusa inakamilisha kuchaji na kupiga boni lake la kwanza la eneji kwenye ukuta, ikiharibu ndege nyingi na kuua maelfu. Silaha inahitaji dakika mitatu za kuchaji tena. Hester na Tom wanamwambia Ana Wanahitaji kufika London ili kuzima Medusa na Anna anakubali. Ndege zinaruka karibu na London. London inafyakua silaha tena na ndege za waasi zinaharibika. Waasi wanajitolea kwa kulenga kuharibu taa za London na wote wanaangushwa. Anna anamshusha Hester karibu na kanisa kuu na anaruka juu ya rufu, ikiacha ndege kwa Tom. Anna anajaribu kumua Thaddeus. Thaddeus anampiga Anna risasi na wanakabiliana na blades ana anajiacha ajengekwe ili Thaddeus asimwone. Hester ambaye ananyengea na kuzima Medusa. Hatimaye Thaddeus anamdunga Ana kisu na kumuua, lakini Ana anakufa kwa amani. Thaddeus anamwonyesha Catherine ambaye anamtukana. Thaddeus anajibu kwamba, ukuta unaanguka. Wanaume wake wanaingia kwenye chumba cha kudhibiti cha London na kuwaua waendeshaji wote, na mji unaanza kusonga mbele bila udhibiti, maana itaanguka juu ya ukuta. Catherine anawasiliana na Tom. Thaddeus anajaribu kutoroka kwenye ndege yake, lakini Hester anazuia njia yake. Thaddeus anafichua kwamba ndiye baba yake. Hester anashtukikana na Thaddeus anamnyang'anya silaha. Catherine anafungua lango la jiji na Tom anaruka kuifuata silaha na kufyetua risasi kwenye engine ambayo inaanza kulipuka. London inapotetemeka, Hester anaruka juu ya Thaddeus na wanapambana. Thaddeus anajaribu kumkaba, lakini Hester anachukua kisu cha Tom na kumchahachaha uso wa baba yake lakini hamuui, na anaruka juu ya uziwa kwa tina. Tom anamchukua Thaddeus, analipuka silaha yake inachoanguka. Thaddeus ananusuru ila kati na mnyanganya silaha. Kuna shimo kubwa kwenye ukuta, sasa Catherine anawaongoza waathirika wa London kuelekea hapo. Gavana kwana ana wakaribisha wakimbizi katika ndege ya Anna. Hester na Tom wanakubaliana kuchunguza ulimwengu.